Ninaanzia jina lake Allah tabaraka wa taala. Arrahman ni yeye Allah, dunia naigawia bila kuchagua. Arrahimi ni yeye Allah, raha na starehe kubwa daima kwa wachamungu akhera Yee ndiyo mtayarishaji, ashukurie Muumba. Nami ninamshukuru Allah kwa neema alizozigawia ulimwengu, nikimwomba Allah msamaha kwa makosa dhidi ya, mako ya yale tuliyoyafanza, nikijikinga kwa Mwenyezi Mungu dhidi ya shari za nafsi. Ulioongoka umeongoka, uliopotea ole wako. Natangaza imani ulimwenguni, Waislamu dunia ielewe, hapana Mola anastahili kuabudiwa Hapana Mola anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah, Mola mmoja, muumba wa vyote. Ufalme daima milele ni, ni wa kwake. Ninatangaza imani waislamu duniani, ni hivyo, hata hautotaka ni hivyo. Muhammadi ni mtume wa Mungu, rehma na amani za Mungu zimwendee nabii huyu na wacha Mungu wazuri mpaka siku ya malipo mazuri. Ndugu yangu Ushindi wa yote duniani ni Qur'ani takatifu, muangaza kwenye njia ni maisha ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama. Yale unayojianzia hukuyatoa ndani ya Qur'ani wala mafunzo ya sunna, hayo yameitwa ni uzushi, na uzushi ni upotevu, na upotevu ni sababu, ni viza ya kukuingiza ndani ya moto wa Jahannama. Allah tuepushe na uzushi. Allah tumezika wengi wiki hii, warehemu jamii ya waumini waliolala makaburini. Ndugu zangu Waislamu, uwe nami katika barua ya leo kutoka kwa Rabbul Izza wal Jalali. Ulimwengu tayari kuchoka, dini imechoka, wazuri wamechoka kwa matokeo ambayo yanakithiri ulimwenguni. Waislamu, uharibifu umeendelea duniani. Haya Waislamu waliyatamka, Allah aliposema dhahara imekuwa wazi, fasadi, ubaya na uchafu, nchi kavu na hewani na hata ardhini na majini. Kote unatembea ni uchafu, unakithiri. Kuna nini duniani, na kesho kutakuwa nini akhera? Ndugu zangu, huyu anayefufuka ni wewe. Huyu mnamwona siku ya Kiyama anafufuka ni binadamu aliyemsujudia Allah, pengine alimjua na labda hakumjua. Anaelekea wapi? Kwenye uwanja wa hesabu, mkononi kwake, aidha shingoni kwake, sawa na njia zote mbili. Kuna mtu kamkamata kwenye koo lake, aidha riwaya nyingine, kuna kichwa kinatoka damu kinakwenda kinamwaika, kimemkamata binadamu na sasa hawaachani. Hii ni nafsi, Waislamu hii ni nafsi ambayo imekung'ang'ania. Unaelekea wapi? Hujui mwenyewe, katika siku iliyokuwa nzito. Wapi nende? Una kesi, una kesi na mwenzio ambaye hakuachi huyu. Hii ni nafsi labda bado inatoka damu. Hii ni nafsi labda bado inatoa huzuni, tayari imekusakama kwenye shingo lako, kwenye mwili wako. Abdallah, unakwenda wapi leo? Siku nzito na kwa nini usakamwe na nafsi ya mwenzio? Imekukamata na haitaki kukuacha kwa nini, Waislamu? Wewe unauliza bwana, ni nini wewe, nini unanikamata? Bwana ni nini, nini? leo ni shari. La tahtasimu ladayya wakad qaddamtu ilaykum bilwaidi, anasema Allah, hakuna shari leo, wala msigombani mbele ya ufalme wa Allah, tayari niliwatangulizieni ahadi ya kuwa chomeni na kuwadhibuni. Kuna nini kati ya wewe na huyu? Kuna nini? ni kesi gani? na sasa wamuuliza bwana, nini unanitaka wewe? ni nini? niachie leo, ni mazito. Anakuuliza lima kataltani, uliniuia nini? uliniuia nini? uliniuia nini? uliniuia nini? Anasema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama

Kesi za kwanza ambazo zitaanza kutafutiwa suluhisho ni kesi la kuuana, kesi ya kumuua binadamu mwenzio, kuitoa roho ya mwenzio bila kujali. Waislamu, unatoa nafsi ya mwenzio. Hii ni kelele duniani bila haki. Akatamka Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasalama, anasema la zawalu dunia ahwanu inda Allah min katli nafsi, labda dunia kuondoka kwayo, aidha vya dunia na vingine mtu angeviharibu ni wepesi kuliko kutoa nafsi ya binadamu ibadallah, Waislamu, yalipitika yaliyopitika, na leo yanaendelea ya mengine. Ujumbe gani katika ardhi ya Allah? Tabaraka wa taala alizungumza, kakata wala taktulu: wala taktulu nafsa allati harama Allah illa bilhaqi wa man kutila madhluman faqad jaalna liwaliyihi sultana. Allah katika kichwa cha aya anakataza tu, anasema usitowi nafsi ya binadamu Usimuwi mwenzio bila haki isizikwi mauti nani kamua binadamu hakuna haki ya kumwondoa mwenzio kwa silaha si vita hiyi kwa yako mazingaombo kwa shari na mengine, akakataza Mtume Muhammad. Atakumwambia mwenzio kwa neno, "nitakuua", alilikataza neno ile, akaziuya hata kucheza kwa silaha. Ukaichezea wewe kwa mwili wa binadamu mwenzio, usije kuingia kwenye mahakama ya we umeua bila kukusudia, na mahakama ikakulaumu. Ndugu zangu Waislamu, hatutounga mkono wala Uislamu wa hautounga mkono nafsi mtu kutoka binadamu kuwawa binadamu kuondoka hii ardhi ya Allah. Watu wana haki kuishi, umekuwa binadamu, una thamani, afadhali mbuzi. Waingia kwa mwenzio, unyang'anye vyake, na nafsi yake unaitoa, anakufa binadamu bila haki. Anafia nini? Simu? Anafia nini? labda pesa mfukoni? Anafia nini? sheneti kwenye shingo lake? Anafia nini huyu labda jina lake, anafia nini? Labda msimamo wake, aliyekataza muumba Rabbul izzati waljalali. Na haya yamekithiri duniani, yameongezeka duniani, kwa ishara mbaya. Waliua na watu labda kwa silaha. Leo mauaji yamekuwa mazito. Anaeleza ndugu yangu, anasema kauawa yule, baada ya kufikiriwa atauawa. Sikiliza mauaji mabaya, walimfunua ma Mama huyu sehemu ya siri, ndio wanaelekeza bunduki kuingiza masase ili aweze kumalizika. Umma umma, kuna nini duniani mpaka hali iwe mbaya? Waislamu nini nakusudia? wafufuliwa mkononi mwako wewe Abdallah, kuna kichwa kinatoa damu kinakwenda, hakitoki mkononi. Kwa nini hakitoki? wewe unatupa, hakitoki, kinakuuliza, lima kataltani uli ya nini? Abdallah uliniuya nini? Ndugu zangu, nazunguka kwako, ardhi ya Mungu inalia kwa wewe kijana, ardhi ya Mungu inalia kwa wewe kijana. Nini kinaliza ardhi yake Allah? Mauaji wa Islamu, unazunguka hapa, kuna nini i, mbona kuna watu jamani? kuna nini ndugu zangu Waislamu? Kuna mtoto kawekwa hapa, mbwa imekwisha kata mkono wake wa kulia, mama hajulikani, yuko wapi? Baba yuko wapi? Kametupwa, watumishi wanazunguka ni vikingaa. Wallahi binadamu kishaliwa mkono tayari. Wewe kijana, haya matokeo, sababu ipi Waislamu? Kultu lakum niliwaambia, shahadtu bwana, kuna nini hapa jirani? Mbona watu wengi eti, kuna mtoto alitupwa. Sasa mbwa ndo inatujulisha, kuna mbwa iko inakwenda inarudi, inakwenda inarudi, lakini kinywani kuna damu. Tulipokwenda kutizama, kumbe ni mbwa inakwenda kula mtoto aliyetupwa na mama. Ibada llah ibada llah, waja wa Allah, haya ni matokeo na yawe na faida kwa dunia. Haya ni matokeo. Hapa kuna nini? mwislamu amuujue. Tuliposogelea Waislamu, kuna sashe ilifungwa binadamu, mtoto na roho imekwisha toka Anafia nini huyu binadamu huyu ni hata kukamata. na Allah anamuuliza yaumu lqiyama fima maana wa idha lmauudatu suilat biayi dhanbin kutilat, watu waliouwa na zao wa kike ntazika nafsi unaiua. Allah anasema idha lmauudatu suilat, watu mtaulizwa watoto waliokufa, biayi dhanbin kutilat, uliuwawa kwa nini ulimuwa wewe dada, wewe umeyatafuta ukaipata. Mbegu wewe, kijana, uliweka mimba kwa binti wa watu, umekwishaweka mimba, afanye nini? Unajigamba eti siyajui na sitaki kujua, siyajui, bwana, haya, sitaki kujua. Wewe unasahau siku ulimleta, pahala ulipomleta na ukaiweka mbegu yako, leo unamgeuka athari yake. Atakuuliza Allah yaumul kiyama, aibebe wapi huyu mtoto, hii mimba Aipeleke wapi huyu dada? Na we umekwisha mkatalia, umemgeuka. Apeleke wapi? Apeleke wapi? na kizazi wazazi watamchukulia hatua sasa, ametupa shimoni, na we utaulizwa mbele ya Allah. Vijana oweni katupe kazike, umekwisha yafanya. Waislamu, ili ni bala. Afadhali tuiharibu dunia kuliko kusamba kusamba na nafsi ya binadamu yaumul kiyama. Wewe binti, tulia, tulia. Wewe binti, tizama athari inayokuja na tayari. Sasa anakwenda kuuawa binadamu. Daktari wewe, damu,

hiyo sindano yako hiyo, ni mama wa mjini, kazi yako wewe ni hayo. Ni nafsi ngapi zimekwisha zikwa katika ardhi ya Allah, tabaraka wa taala? Aliyakataa Mwenyezi Mungu, wa ma kana limumin an yaktula mumina, aikuwa kwa mtu kumuua binadamu bila haki. Si mbegu imekwishaleta binadamu, iache izaliwe. Wewe dada, labda hii ndio riziki yako pekee una hata kunyima Allah, utapanda uteremke, utalia baadaye kumwomba Mungu mtoto. Wangapi wanawatafuta wanahamu na hao, ndugu zangu Waislamu, wangapi wanazunguka wanahamu na hao Waislamu. Ni juzi kama mwezi mwingine, tumeokota kitoto kidogo, watumishi wanazunguka, kinaokotwa katikati ya manyumba, tupeleke wapi? Acha tukalee acha tukalee, waislamu wakalee, tupeleke hii? Ni nafsi twende wapi? Tunatahadharisha, hatujui ni binti, hili ni la baba gani? ni la mama gani? atarithi wapi huyu mtoto, arithi wapi? atakuwa na kituroni, baba yangu ni nani? mama yangu ni nani? We utasambaje mbele ya Allah? mimba uliyoiweka chukua huyo dada, wewe mimba uliyoiweka chukua huyo dada.

Islamu, kwenye Suratun Nisaa tisini na tatu aya anasema, we uliyeua kwa kusudi, kwako ukaua ijma yako, ni ndani ya moto wa jahannama, na utaishi na lana ya Mwenyezi Mungu juu yako na adhabu ya Mungu itakuwa zaidi ya adhabu za kutosha. Ndugu zangu, man katala nafsan bighairi nafsin au fasadan fil ard fakaanama qatala nnas jamia. Subhanallah, wa we uliyeua, aidha ukaharibu, ukaleta uharibifu, ukachomoa mimba. Wewe ukachomoa mimba, umeua, umechomoa mimba kitoto na kwenda kutupa, kina uhai choni, ndio unatumbukiza binadamu labda huyo ataunusuru Islam kesho, labda ni faida kwako kwa. Wewe dada, wewe dada, wewe kaka, wewe uliyoyaleta, akuulize muumba rabbul izza waljalali, akuulize yaumul qiyama juu ya hii nafsi. Tunalalamika Waislamu, Uislamu hauyaridhii hayo mpaka qiyama.

lisimame jambo hilo. Anasema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wasalam, kulu dhambin asa an yaghfirahu illa man mata mushrikan au muminu qatala nafsa. Madhambi yote Mungu kuna matumaini, ni mwepesi wa kuyasamehe, labda shirki. Akazungumza Mtume akasema ninaliona kutoa nafsi litawasumbua wa watu, kutoa nafsi litawasumbua wa watu. Ndugu zangu, uliyeua uliyeua kwa kusudi na uliyeua kwa bahati mbaya. Aliyeua kwa bahati mbaya, Waislamu, aliweka vipengele vizito Allah tabaraka wa taala, vipengele vizito mpaka ukaambiwa mafidia karibu ng'ombe mia moja utoe kulipa ile nafsi ng'ombe mia moja. Hata ajali barabarani, gari lako liendeshe hange liendeshe hange tena, ulie wewe kuona umemkanyaga binadamu barabarani na gari lako, roho inatoka. Waislamu, kuna kesi kubwa, siyo asiranse. Umekanyaga mtu Muislamu, ndugu yako, hiyo ndio kesi nyingine tena nzito. Umepita na gari bahati mbaya, umeua. Waislamu, umeua Wallahi, ni swala lizito. Eti hey, nenda kwa asiranse. Mahakama ya Mungu njoo ujishtaki, njoo kwenye mahakama ya Mwenyezi Mungu, kwenye mashekhe wa sharia uambie nimegonga nikaua, haijatosha asiranse uliolipa kwenye sokabu njoo uambie nimetoa roho ya binadamu, kwa kuwa watakueleza hizo sheria alizoziweka Allah, labda ni fidia ya ng'ombe mia moja kulipa familia ya yule marehemu, labda Waislamu mpaka imekwenda sheria kufunga siku sitini, kumwacha mtumwa huru juu ya kuitoa nafsi. Madereva, wa washoferi, askari, porini, watu wa usalama, hapana kuchezea nafsi ya binadamu kama hakuna vita, eti ninaua tu kwa dini langu. Itakukwama katika maisha yako mpaka kiama, utafufuka nayo na nafsi yake, na kukamata. Damu ya binadamu ni nzito, hapana kuichezea, hapana kuichezea. Na Allah akasema, kutiba alaikumul kiswasu fil katli. Mungu analazimisha mwenye aliua na yeye auawe, afanyiwe kiswasi, auawe. Ulifanya hayo ukamtoa mwenzio jicho, basi uwekwe na nawe lako ja litolewe yayo umeyafanya. Pua la mwenzako limekatika, na wewe likatwe, pelekwa hospitali likatwe. Haya si mambo ya kuchezea, achezewi binadamu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kutila lahu qatil fahuwa bicha... fahuwa yukhayyar. Kama mtu wako kauawa, lazima mahkama ina hiari ya mambo mawili, ima na wewe uawe au utozwe hizi amande alizoziwe Rabbul izzati waljalali. Ndugu yangu uliyotoa mimba, kijana ni kuzipachika mimba kwa mabinti wa watu, wamechoka. Wanakwenda kuzika zile mimba. Tahadhari mbele ya mahakama ya Allah tabaraka wataala, na hakuna msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, labda labda urudie kwenye sheria ikuhakikishie yapi kakuelekeza, kuelekeza muumba Rabbul izzati waljalali, waja wa Allah

Allah, tuondolee mizozo na matatizo na misukosuko. Onganisha jamii yetu iweze kuwa kitu kimoja, ione haki ikimbilie, iyone batili ijiepushe nayo. Allah, weka amani katika nchi yetu hii. Allah, weka amani katika nchi yetu, uweke amani katika taifa zinazowaka moto duniani, simamisha moto na vita na damu kumwaika katika ardhi yako. Allah, tupanulie riziki katika taifa letu hili, uweke upendo wa raia na wananchi, uweke huruma kati ya raia na viongozi. Allah tuondolee maradhi yanayosumbua miili yetu, wagonjwa wetu wazawadie kupona ya rabbal alamina, turahisishie uhai wetu, washomeri wape kazi, waliokuwa na kazi barikia kazi zao, wafanya biashara barikia biashara zao, wenye mipango tofauti rahisisha mipango yao, vijana wetu mataifa mbalimbali mbali duniani warahisishie maisha yao. Allah, wenye madeni tupe wapesi wa, wa kuweza kuyalipa. Wafungwa wa, wa Kiislamu wapunguzie vijela vyao waweze kuupata uhuru, warudi katika familia zao. Allah, wasafiri nchikavu, baharini na hewani warahisishie safari zao. Wasomi wa Kiislamu wape fahamu na ushindi. Allah, wanaolingania katika kazi yako wape kheri na taufiki, warahisishie mashehe maduati aima na mujahidina. Allah, wape ushindi mujahidina duniani Allah wajawazito, warahisishie kuzaa salama. Wenye hamu ya kuoa wa sawa, wazawadie kuoa, wenye hamu ya kuolewa wazawadie, waweze kuolewa. Ambao wanakuomba watoto, wazawadie kizazi chema. Allah ndo wazaleo na kesho, zibarikie duniani na akhera. Allah ichunge imani yetu mpaka kufa kwetu, utuzawadie vifo vitakatifu, ya rabbal alamina. Maiti zetu zizikwe na watakatifu, kaburi zetu zijae nuru na mwangaza Tufufue nyuma ya bendera ya shahada, ya arhamar rahimina. Allah uziwie moto wa jahannam usitufikiri, ifungue pepo yako Muumba, tuingie kwa huruma yako. Allah ipokee dua ya juma ya leo ya, amin amin amin. inna Allah arhamar rahimin, amin amin amin. Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikru allahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una wa was